Tukisonga mbele ni kwamba wanafunzi kutoka kituo cha mafunzo kilichoko Malindi kaunti ya Kilifi, wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika kupambana na uchafuzi wa fuo. Kupitia kwa klabu ya eco, wanafunzi hao wameanzisha mradi kabambe wa kuweka mapipa maalum ya kuweka taka za plastiki kwenye eneo la ufuo wa Watamu na hifadhi ya bahari ya Malindi. Watetezi hao wa mazingira wana imani kwamba mradi huu utarejesha umaridadi wa fukwe jinsi ilivyokuwa zamani, changarawe pamoja na maji yake safi. Wati, watu. Wana... Fukwe za Malindi katika kaunti ya Kilifi kwa kipindi cha miaka kadhaa iliyopita zimekuwa maarufu kutokana na maeneo yake yenye mchanga mweupe maji safi pamoja na viumbe wa baharini. Hey, sifa hizi zimechangia katika kuimarisha uchumi wa taifa hili kupitia utalii. Hata hivyo, fukwe ambazo awali zilikuwa kivutio kikubwa zinakabiliwa na changamoto kubwa. Uchafuzi ndio changamoto kuu, na iwapo hautashughulikiwa kwa dharura, kuna hofu kwamba athari zake huenda zikachangia kusipatikani suluhu. Wanafunzi hawa ambao ni wanachama wa klabu ya eco katika kituo cha mafunzo cha Malindi wanania na hamasa ya kurejesha sifa za ufukwe ambazo zinakaribia kupotea. Yeah, like wakiungwa mkono na walimu wao, wanafunzi hawa wanatengeneza za majaa haya ya kutupia taka za plastiki ili yawekwe kwenye eneo la ufukwe. Wazo la kubuni majao haya lilitokana na utambuzi kuwa kukosekana kwa, kwa majaa ya kudumu kuliathiri juhudi za kufanya usafi wa mazingira ambazo huchukua muda mfupi na kushinikiza kuwepo kwa mbinu bora na endelevu. Kupitia ushirikiano na shirika la huduma kwa wanyamapori nchini, wahifadhi mazingira pamoja na manispaa ya Malindi, Klabu ya eco ilitekeleza mfumo huu endelevu wa usimamizi wa taka. Licha ya kuonekana mfumo rahisi, majaa haya ya mifuko ina ujumbe muhimu kuhusiana na wajibu wa pamoja, huku wakazi wakishauriwa kuyatumia, serikali ya kaunti nayo kwa upande wake ikihakikisha utunzaji wa majaa hayo na usafirishaji bora wa taka zilizokusanywa hadi maeneo ya kuchakatiwa. Wakenya wote ambao wanatembea baharini kwamba wakija wakitembea baharini wahakikishe kwamba plastiki ambao wanatumia kukunywa maji wamehifadhi vizuri, wasitupe ovyovyo, wakipata hili chombo waweke hapa. Walimu katika kituo wa hicho wamesema mradi huo umetokana na uzoefu wa kujifunza kwa taaluma mbalimbali. Wanafunzi hawasomi tu mifumo ya mazingira pekee, bali pia hukuza uwezo wao wa kisayansi, uchambuzi wa data, mawasiliano, pamoja na ujuzi wa kutayarisha ripoti. The aspect of mapping, getting the length of the beach and knowing where to place the bins, the photography of the, the beach area. Ukipongezwa kuwa mradi fafu mno wa hifadhi wa mazingira, wamesema ni mpango ambao ni muhimu zaidi ya kuwa mradi wa shule. Wanaongeza kuwa vijana wanafunza jamii suala la uwajibikaji, uvumbuzi na kubuni suluhu ambazo zitakuwa na manufaa ya muda mrefu. Yusuf Farah, Derubini.